Huyu ni Mandele au ni pacha wake? Roho Mtakatifu akukuhudumia kwenye mafundisho haya katika jina la Yesu, amen. Leo tutakwenda kujifunza kichwa ambacho unaweza ukashangaa kwa nini kichwa kiko namna hii. Ni mafundisho lakini pia ni kama ushuda, miaka ishirini na nne iliyopita kumbuka, uh, leo ni elfu mbili na ishirini na sita miaka elfu mbili miaka uh, ishirini na nne iliyopita baada ya kumaliza kidato cha sita, kuna mwezi ambao tulienda na mdogo wangu kwenda kuvuna isimani, na mdogo wangu ambaye anaitwa kwa jina Noah, tulienda kuvuna isimani. Baada ya kumaliza kuvuna, nirudi Mafinga ambapo muda mwingi nilikuwa nakaa kwa wakati huo. Nikaugua ghafla homa iliyonipelekea kuwekewa drip chumbani kwangu lakini baada ya dilipokuisha bado nikawa nimepoteza nikawa nimepoteza fahamu, ndipo waliponikimbiza kwenye hospitali ya wilaya ya Mafinga. Nilipofika hospitali, madaktari walijitahidi wakanihudumia, nikazinduka tena nikazinduka tena kulipo kucha asubuhi. Ilikuwa ni usiku, kulipo kucha asubuhi na rafiki yangu ambaye alikuwa amekuja hospitali naye amelazwa anauma, nikaenda kumwona. Baada ya kumwona, nikarudi, na nesi akawa nahitaji kunichoma sindano. Aliponichoma nichoma sindano, nikapoteza fahamu tena, nikapoteza fahamu tena hatu, sijui ni kwa nini ilitokea ili hiyo hali, lakini toa tu hatu, sauti fulani kama ya kusikitika hivi kwamba a, alafu basi nikapoteza fahamu. Nikawa nimetoa macho tu, sio kwamba macho yanapepesa. Macho ambayo yapepesi, chakula nikawa ninalishiwa puani na sehemu ya mkojo wameunganisha na mirija, kwa sababu siwezi kuamka, sina fahamu kwa, si, kwa takribani siku tatu, nikiwa nimekosa fahamu, ndugu wamekosa tumaini kwamba nitaishi tena, bali zikaenea huko nyumbani ya kwamba yule basi, wakati wote mtasikia lolote kutoka sasa. Watu wamekosa tumaini kwamba sitaishi tena, mimi ndio mwisho wangu, mimi ndio mwisho wangu. Lakini baada ya takribani siku tatu nikazinduka tena nikazinduka tena nikazinduka tena, nikawa hai tena. Kila mtu akaanza kushangaa nini ambacho kimetokea. Hakuna aliyeamini kwamba ningeweza kuzinduka tena, hakuna aliyeamini kwamba ningeweza kuishi tena. Kwa neema ya Mungu bado nipo hai mpaka leo. Adui alikuwa amekusudia kufupisha maisha yangu, adui alikuwa amekusudia kukatisha maisha yangu lakini mipango yake haikuweza kufanikiwa, haikuweza kufanikiwa kama Mungu, kama wakati wa Bwana haujafika, kila mpango wa adui, kila hila za adui za kutaka kufupisha maisha yako, ninakutangazia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai hazitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaposoma kwenye Zaburi 91 mstari wa 16 Maandiko anasema kwamba kwa siku nyingi ni, kwa siku nyingi nitamshibisha nami nitamwonyesha wokovu wangu. Bwana atakushibisha kwa siku nyingi na atakuonyesha wokovu wake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti elhai. Hautakufa kabla ya wakati wako, hautazikwa kabla ya wakati wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti elhai, na kutangazia kwamba kila mpango wa adui wa kufupisha maisha yake, maisha yako, huo mpango umevunjika kuanzia sasa, katika jina la Yesu Hautakufa kabla ya wakati wako, nasema kwamba hautakufa kabla ya wakati wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Kwa hiyo Mungu akawa ameniponya kimujiza, Mungu akawa amenirudishia uhai kimujiza, jambo ambalo lilishangaza watu wengi nilivyorudi mitani. Nakumbuka siku hiyo, nipo eneo moja anaitwa Jones Corner pale Mafinga, mtu mmoja akaniambia kwamba huyu ni Amoni Mandele au ni pacha wake? Huyu ni Amoni Mandele au ni pacha wake? Hakuna aliyeamini kwamba mimi nitaishi tena, hakuna aliyeamini kwamba mimi nitaishi tena. Kwao waliona, kama wanayemuona kama sio yule ambaye alikuwa alikuwa amelazwa kule hospitalini, maana hali yangu ilikuwa ni mbaya, hali yangu ilikuwa ni kukatisha tamaa. Kila mtu alikuwa amekosa tumaini, kila mtu alijua kwamba mimi ndio mwisho wangu, kila mtu alisema huyu basi hawezi kuishi tena. Oh, lakini kwa neema ya Mungu nipo hai tena, kwa neema ya Mungu nipo hai tena, kwa neema ya Mungu ninaishi tena, kwa neema ya Mungu, kwa neema ya Mungu, kwa neema ya Mungu Mungu. Kama hajamaliza kazi na wewe, kila mpango wa adui wa kutaka kufupisha maisha yako, huo mpango hautafanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aliye hai kwa siku nyingi. Bwana atakushibisha na atakuonyesha wokovu wake. Hautakufa kabla ya wakati wako, hautakufa kabla ya wakati wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aliye hai. Kwa watu wakasema, huyu ni Mandele au ni pacha wake? Huyu ni Amoni Mandele, yule ambaye alikuwa na hali mbaya, yule ambaye alikuwa karibu amesha kufa, ama ni pacha wake, ama ni pacha wake. Kwa neema ya Mungu ninaongea na wewe leo, kwa neema ya Mungu ninaongea na wewe leo. Baada ya muda nimekwisha zinduka sasa. O, matokeo chuo kikuu yakatoka, nikawa nimechaguliwa kwenda chuo kikuu. Tafakari kwa habari ya hilo kwamba ningekufa wakati huo, matokeo yanakuja kutoka, nimechaguliwa kwenda chuo kikuu, wakati huo tale nipo kaburini. Oh, sitakufa kabla ya wakati wangu katika jina la Yesu. Kila mpango wa adui, hata kutaka kufupisha maisha yangu, huo mpango hautafanikiwa. Nitakufa, nitapumzika kwa wakati wa Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na wewe hautakufa kabla ya wakati wako, hautakufa kabla ya wakati wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kwa siku nyingi Bwana atakushibisha na atakuonyesha wokovu wake, atakuonyesha wokovu wake. Huyu ni Amon Mandele au ni pacha wake? Watu wakwamia. Kwa neema ya Mungu nipo hai. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuke Mungu anaweza mambo yote. Kama pabariona ushuhuda huubaona mafundisho haya, hushirikisha marafiki zako, share, comment, like na Mungu akubariki katika jina la Yesu.